Inahitaji chana sawa. yeah, yeah. Sawa yeah. Itabidi tuje mchana yeah. Tumesimamishwa njia nzima huko tulikotoka, sasa hatuwezi tukawapita mmesubiri hapa tukapita tu, inabidi tuache kaneno kidogo, sio yeah. Hapa yeah. Hapa baadae fanya mkutano siku moja, mbele mbele pale Oh, si hivyoitano yeah, tufanye mkutano mwingine wa hadhara sawasawa. Sasa nataka nizungumzie huo, halafu nizungumzie la, la, la, la mwisho kuondoke yeah, na, na, na kwenda nyumbani kwetu yeah. Yeah. kwenda kupata baraka za wazee sawasawa, kwenda kuwaomba wazee waweke mikono yao ya baraka wale waliotangulia na wale ambao bado wapo wote, wakatupe baraka, sivyo? Sivyo utaratibu. Ukishapata baraka zao, siku ya Jumanne nafikiri tabii tu, tuwekane sawa kwenye hiyo ratiba. Jumanne tunageuza tuna, sawa sawa. Sasa hiyo siku ya Jumanne wakati tunageuza, itabidi tufanye mkutano wa hadhara hapo. Muziki unalipia leo, tufanyeje wa Jumanne tena na muziki wetu umesha, unalipiwa leo leo Kwa hiyo kwa hiyo Aisha ngoma hii Jumanne <mimilipi> <Mn>. sawa sawa, inarudiwa <tukajana> sawa? sawa na wale jamaa zangu wale wa kwenye nyama pale eh? sinafahamu huwa, si... huwa lazima nisimame eh? oh? waandae za kutosha kidogo. Kwa sawa, jamani, basi, na washukuruni, na Mungu awabariki, tukutane Jumanne, asanteni sana.